Bwana, katika ulimwengu unaosongwa na machafuko ya kila aina na kelele zisizo na mwisho, wewe ni eneo la kimya ambapo roho yangu inapata pumziko. Kama ziwa la utulivu katikati ya dhoruba kali, hivyo ni uwepo wako katika maisha yangu. Amani yako haitegemei mazingira ya nje, bali inatoka kutoka moyoni mwa Mungu mwenyewe. Wakati dunia inakimbia ovyo kwa haraka na watu wakijaza vichwa vyao kwa wasiwasi, mimi ninakimbilia kwako na kupata utulivu usioelezeka. Mungu wangu, amani yako si utulivu wa muda mfupi unaopotea kwa kelele, bali ni amani ya kina inayotoka katika uhakika wa upendo wako. Wewe unanifundisha kwamba amani si kutokuwa na matatizo eh? bali ni kuwa na utulivu katikati ya matatizo. Wakati mawimbi ya maisha yakinivamia kila upande, moyo wangu unabaki kimya kwa sababu umejua kuwa wewe unasimamia kila jambo e eh? kila hali eh? kila kipindi katika usiku wa giza wakati hofu inajaribu kunivamia kama mwiba unaosonga pole pole, nuru yako inanimulika na kuiondoa giza lote. Amani yako ni kama maji ya chemchemi inayotiririka pole pole, ikisafisha kila kona ya roho yangu ikiniondolea uchungu wa jana he, wasiwasi wa leo he, na hofu za kesho. Kila wakati ninapoingia katika uwepo wako, kelele za ulimwengu zinapotea kama sauti za mbali he, na sauti yako laini inasikika wazi. Amani iwe pamoja nawe Bwana. Amani yako ni ile inayowezesha nilale kwa utulivu, hata wakati dunia ikizunguka kwa haraka kama mchungaji mkuu alivyolala kwa amani hata kwenye mashua wakati wa dhoruba eh. Hivyo ninavyolala kwa uhakika kwamba mikono yako inanishikilia. Sina haja ya kuelewa kila jambo kinachoendelea eh. Nina haja tu ya kujua kwamba wewe unajua eh, na kwamba upendo wako hautabadilika. Wakati watu wanapobishana na sauti za hasira, mimi ninachagua kimya cha amani he. Wakati wengine wakijaza anga na maneno ya chuki, mimi ninachagua kuongea maneno ya upendo. Amani yako ni ile inayonifanya niwe kivuli cha amani katika ulimwengu wa machafuko he. Mti wa kivuli, mahali wengine wanapopumzika kutoka jua la matatizo. Katika familia yangu, uh, kazini kwangu, uh, kwa marafiki zangu, uh, ninataka kuwa mtu ambaye anaingiza amani mahali ambapo hakuna amani. Mungu wangu, wakati moyo wangu unapovunjika kwa masikitiko makubwa, amani yako inakuja kama pamba laini, ikifunika vidonda vya roho. Wewe hufanya kile ambacho dunia haiwezi kufanya. He, unatoa amani katikati ya maumivu. He, utulivu katikati ya machozi. He, tumaini katikati ya majonzi amani yako si kutokuwa na uchungu e, bali ni kuwa na uhakika kwamba uchungu huu hautadumu milele e, na kwamba wewe unaongoza kila kitu kwa busara. Katika nyakati za maamuzi magumu, wakati njia mbili au tatu zinaonekana mbele yangu na nafahamu kusonga, amani yako ndiyo dalili. Kile kinachokupa amani ndiko ninachochagua e. Njia inayosonga na amani yako ndiyo njia ninayoifuata. Wewe hufanya maamuzi yasiyo na amani yawe wazi kama usiku e. Na yale yenye amani yawe wazi kama mchana. Bwana, wakati dhambi za zamani zinajaribu kurudi na kunisumbua, amani ya msamaha wako inaniponya kwa ukamilifu. Damu ya Yesu imeniondolea hatia yote eh. Neema yako imenifunika kwa ukamilifu uh. Upendo wako umenisamehe kikamilifu. Sina haja ya kuendelea kushtakiwa na mawazo ya dhambi iliyokwisha samehewa he. Katika Kristo nina amani kamili ya msamaha. Wakati mazingira yanapobadilika kwa ghafla na yale niliyoyategemea yanapotoweka kama upepo, amani yako inabaki thabiti. Kazi yangu inaweza kupotea he. Afya yangu inaweza kuathirika he, marafiki zangu wanaweza kunikacha he, lakini amani yako katika moyo wangu haibadiliki. Wewe ni kile kimoja ambacho hakinaweza kuniondolewa he, hazina yangu ya ndani ambayo hakuna mtu anaweza kuinyang'anya. Katika hali za dhiki za kimwili, wakati mwili unapowasha maumivu na udhaifu ukijaa kila sehemu, amani yako inashinda maumivu yote. Amani yako ni dawa ya roho uh, uponyaji wa kina unaopita zaidi ya matibabu ya kimwili. Hata kama mwili ukipata maumivu, roho yangu inabaki kimya e hata kama nguvu za mwili zikapungua, amani ya roho inazidi kuongezeka. Ii e, mfalme wa amani, leo ninasimama na kusema kwa sauti, ndani yako napata amani kamili. Amani ambayo haitegemei hali za nje e, amani ambayo haitoki kwa binadamu e. Amani ambayo ni zawadi yako ya bure kwa wale wanaokupenda. Katika jina la Yesu ninasema kwa kelele za shangwe, amani inaheshi moyoni mwangu. Ndani yako napata amani daima milele. Kama amani hii imejaa moyoni mwako, shiriki ujumbe huu na mtu anayetafuta utulivu. Tuambie, ni nchi gani unapotuongoza, tupate furaha pamoja. Fuata kituo chetu ili kupata maneno ya amani kila siku. Mungu akupe amani isiyopimika. Amina.